Hii ni nchi yetu, sisi hatuna kwa kwenda, hatuna nida mbili mbili hapa. Sisi tuna nida hii moja, hii ni nchi yetu, lazima tuambiane ukweli. Tukiacha sisi vijana tukae kimya, wazee wajenge nchi yetu, kesho wataondoka, tutabaki mimi na wewe, alafu nchi tushai haribu ovyo ovyo. Tunaomba mshaurini Rais, acheni kupiga makofi kwenye vita ambavyo havina msingi leo tunaharibu kesho, haya tunayoharibu mtoto wako ndo anakuja kuyapitia. Tutengeneze nchi, tunaitaka sana hii nchi, hatuna kwa kwenda, hatuna nchi nyingine. Lakini kama tutakuwa tunarusha lawama huku huku, hatutafika. Tusizuiane sana kuongea, tusizuiane sana kuongea. Leo kwenye nchi yetu, mtu akikwambia naibu waziri, eh, umechelewa kwenye mkutano, itakiwepo saa nne tatizo tuwezi kufika hivyo. Penye ukweli tuambiane, tuupokee, tuumeze. Ukweli ni mchungu siku zote. Vijana wa miaka hii ya elfu mbili wanaojita jenzii, waliosoma wapewe nafasi za ajira, wasiosoma sasa wale, ziandaliwe idara ndogo ndogo za kuwapa elimu stadi za kazi za watu kwa fundisha sanskimu, inaingia humo katika stadi za kazi, wakae wawekwe vikundi vikundi, kila kata zeeni waulizwe, mwenye kupelepo ufundi aende kwenye ufundi. Vikundi vinavyokuwa vimeunganishwa wapewe elimu ili waaminike, kwa sababu sasa hivi vijana wanajangwa kubwa sana. Sasa hizi kijana na mizigo mingi kichwani, alee familia ajilee yeye, alee na familia ya mpenzi wake. Sasa tunapokuja kwenye mikopo, narudi wapenzi, si wapenzi. <laughs> <laughs> narudi kwenye mkopo wa halimashauri ambao ni kwa ajili ya vijana, tunaomba Ndugu waziri, mashariti ni magumu, watendaji wanataka rushwa. Asante. Pasuka, pasuka, kompak unapokea hela ila halmashauri umepoteza hela nyingi. Hizo hela zinafika hazikusaidii. kazungumza a Mheshimiwa Rais, pia hizi leseni ni kweli ametupunguzia kutoka elfu sabini mpaka elfu salasini. Lakini kuipata hiyo leseni baba a elfu salasini una shughuli kubwa, una shughuli kubwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais atuone sisi kama baskeli sasa, ikiwezekana, kwa sababu kama tulivyosema watu wanaoshuka huku ni wale wasiosoma au waliosoma wamekosa ajira. Sasa kama tunasema ni ajira, punguzeni bajeti na vitu vingi ambavyo vinatukwamisha sisi vijana wa halmashauri ya mji wa Tunduma. Dhamira Mheshimiwa Rais pia ni kuboresha mazingira ya biashara zetu tunazofanya. Ziko changamoto nyingi ambazo umezieleza, zingine ni za kikodi, zinahitajika mabadiliko ya kisheria. Ziko sheria za hapa, lakini ziko sheria za kitaifa. Naomba niwahakikishie, kusudi la wizara hii na ziara hii tunayoifanya, ni kuwasikia haya mambo mnayoyasema, ili tukayape kipaumbele na twende tukafanyie kazi. Katika wizara hii tunaongozwa na falsafa zifuatazo, falsafa kubwa tatu. Falsafa ya kwanza ni kasi katika kutatua masuala yanayohusu vijana. Kwa mtendaji ambaye atakuwa anachelewesha kutatua changamoto ya vijana au kuwahudumia vijana, hatuwezi kwenda naye sawasawa. Vijana leo wana fursa, ukichelewesha, kesho fursa imepotea. Unaweza ukampa pesa, lakini fursa haipo tena. Tunataka kasi katika kutatua changamoto zinazowahusu vijana, speed. tukizungumza jambo lifanyiwe kazi kwa haraka. Hilo ni jambo la kwanza, lakini la pili, falsafa yetu ni kuwafikia vijana waliko lakini falsafa yetu ya tatu ni matumizi ya teknolojia. Sasa hivi tunaishi katika ulimwengu wa teknolojia, na sisi tunadhamiria katika wizara hii, tutaunda mfumo ambao utawawezesha vijana kutoa taarifa kutokea ngazi ya chini, ili hata ukiwa hapa, mimi nikiwa kule wizarani, uweze kutumia simu yako kwa mfumo ambao tutawatengenezea, muweze kutoa taarifa ili tujue wale ambao wanazembea wale ambao wanachelewesha masuala ya vijana, wale ambao mnasema wanataka rushwa, yatufikie kule na mimi nitahakikisha tunayafanyia kazi, na ambao watakuwa ni watendaji wa zembe tuwashughulikie mara moja, kwa sababu dhamira Mheshimiwa Rais ni kuinua vijana katika taifa hili. Vijana oye! Kuna jambo hapa limezungumzwa sana la, la, la kuhusiana na stendi kwa ajili ya wananchi kushuka hapa kutoka kule Mpemba. Ni kweli stendi ya Mpemba kule iliko ni mbali, lakini mpango wa halmashauri kuiweka stendi kule, kwa sababu Tunduma sasa imejaa imepanuka. Kwa hiyo lazima katika mipango miji yetu tuwe na stendi za kimkakati, stendi ambazo zinaweza zikakidhi mahitaji yetu, lakini hatuwezi kuwacha wananchi wanakosa huduma bora za usafiri za kuweza kuteremka hapo, ukizingatia hapa ni soko. Halmashauri tayari imeshajenga stendi ya chipaka na Umetoka kunielekeza hapo kwamba hiyo stendi kwa sababu imekamilika, tuifungue haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo mimi nakuahidi, nimepokea maelekezo yako na niagize halmashauri waharakishe mchakato wa kuifungua ile stendi, ili wananchi wapate fursa ya kuweza kuteremka hapa karibu.